Okay, wewe unasema tunafanyaje daktari? Hali yangu inazidi kuwa mbaya, unanisaidiaje bro? Natamani kama nitavuka mwaka huu salama, basi Januari nianze tena ile dozi yako, maana ni hatari mkuu. Unaweza kuwa provider wa kila kitu kwenye familia, ila ukishindwa kumridhisha mama, yote yakasaurika mkuu. Okay, karibu Naitwa Dr. Kuboja. Huyu ni moja ya wafuatiliaji wangu ambao wapo katika mitandao ya kijamii anaelezea namna gani ambavyo inamuumiza kama mwanaume anapofika mahala anashindwa kuweza kumfurahisha mwanamke aliyenaye, anashindwa kuweza kumridhisha mwanamke aliye naye. Ni kweli usiopengika, mwanaume unaweza ukawa una, unahudumia familia vizuri, unajali watoto vizuri lakini ukifeli katika kipengele cha kumridhisha mwenza wako kitandani basi ni moja ya sehemu ya pungufu kubwa. Tendo la ndoa ndiyo msingi ambao unakutanisha wanandoa wote ambao wako kwenye ndoa. Ni rahisi sana kusema hivyo vitu sio vya muhimu, mimi natafuta tu pesa. Ukiwa na pesa, mwanamke atafika kereni. It's not true, my friend. Utadanganywa, utadanganyika na kweli, kuna muda mwingine unaweza ukawa na pesa, mwanamke atakuchekea, atakudanganya kwamba anafika kileleni, but in reality hawezi kufika. Kwa hiyo hatuwezi tukakimbilia tukakimbilia, ukweli ambao ni halisi, haijalishi una pesa kiasi gani, lakini akufika swala la tendo la ndoa, lazima wanandoa wahakikishe wanaridhishana vizuri, mume wako anafurahia na mke wako anafurahia. Tuache excuse za kijinga na za kipumbavu. Tuna matajiri wengi makubwa ambao wakubwa ambao tumesikia kina Bill Gates, kina nani, wameachana na wenza wao. Yote hii unaweza ukajiuliza, hawa wana pesa, lakini imekuwaje wameachana na wenza wao? Kwa hiyo, mwanamume, weka jitihada za kutosha kuhakikisha kwamba unatafuta pesa kwa ajili ya familia, unalipa ada za watoto, unamjali mke wako, lakini pia